Mkoa wote wa Ruhuma tumempoteza malkia. Kinachouma, tumempoteza ghafla sana. Sasa mpaka jana, hali yake ilikuwa nzuri, ameongea na watu. Imebadilika mapema asubuhi ya leo na tumempoteza, kifo cha ghafla kinlei. Mimi nimepoteza dada, nimepoteza mbunge mwenzangu, nimempoteza mbunge jirani nimempoteza aliyokuwa waziri mwenzangu Mungu, mimi na wabunge wote wa mkoa wa Ruvuma. Ni pigo kubwa sana kwa wabunge wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni pigo kubwa sana na hapa niko na wabunge wenzangu wengine wawili, jumla tuko watatu. Mheshimiwa Mbunda wa Mbinga Mjini pamoja na Mheshimiwa Maria Mnyoka mbunge wa viti maalum, sote tuko hii, uone kwa namna gani marehemu Jenista Joakim Mwagama alitugusa sote.